Tafakari hiyo kisha tutape kazi. Ujambo na karibu mpenzi mtazamaji, karibu sana katika habari zetu za siku ya leo, ikiwa ni Nabongo TV, msomaji wa habari akiwa ni Joseph Mwinami aka mkulima. Hii leo ikiwa ni Ijumaa tarehe tatu mwezi wa Oktoba mwaka 2025 tumekuandalia mengi katika chumba chetu cha habari, lakini mwanzo ni vidokezo. Tumekuandalia habari za shule, habari za taifa, habari za michezo, malimwengu na ikiwemo msemo wa siku. Karibu tuandamane takribani ya dakika tatu tukujuze yale yote yaliyojiri nje na ndani ya nchi yetu tukufu ya Kenya. Aliyekuwa kiranja mkuu azungumza baada ya kumalizia muhula wake wa uongozi. Tuungane na mwanahabari wetu aweze kutujuza zaidi. Aliyekuwa kiranja mkuu wa shule yetu Bwana Etiang afanya mahojiano maalum na kituo hiki jana jioni ambapo alitoa shukrani na ujumbe wa matumaini kwa viongozi wapya na jamii nzima ya shule. Katika mahojiano hayo, Bwana Etiang alieleza kuwa moyo wa shukrani alieleza kuwa moyo wa shukrani kuwa anawashukuru wanafunzi wote pamoja na usimamizi wa shule kwa kuonyesha mshikamano na kumunga wa mkono wakati wa kipindi chake cha uongozi. Alisisitiza kuwa mafanikio aliyopata katika uongozi hangewezekana bila usaidizi wao. Aidha, Bwana Etiang alisifia chuo hiki kuwa ni miongoni mwa vyuo bora zaidi nchini, akisema kuwa kwa jinsi ambavyo shule inaendelea kukua kitaaluma na kitawala, anaamini kuwa katika miaka ijayo itakuwa miongoni mwa taasisi kubwa zaidi za elimu. Mwisho wa mahojiano, aliwahimiza viongozi wapya walioapishwa siku ya Jumatatu kumtanguliza Mungu katika hatua ya uongozi wao ili awaongoze na kuwaelekeza ipasavyo katika majukumu yao. Nikiripotia runinga na bongo langu jina Vishmaya. Asante sana mwanahabari wetu Vishmaya kwa habari nzuri zaidi. Wacha tupata eh, habari nyingine ni kwamba vyama vya, vya kisiasa vyaweka mikakati kuvutia wanawake wapiga kura. Tungane na mwanahabari wetu Mili, Blessing kwa mengi zaidi. Kenya inapojiandaa kwa msimu wa kisiasa kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka wa elfu mbili, elfu mbili ishirini na saba vyama vya kisiasa vinaimarisha vina vina mkakati kuvutia kundi ambalo haliwezi kukuza wanawake. Kuanzia vijijini hadi mijini, wanawake bado wako mstari wa mbele katika mipango ya kampeni za vyama vyote vikuu. Chama tawala cha United Democratic Alliance Ujambo na karibu kwenye habari za michezo. Wachezaji wa chuo cha walimu Janabongo wamejitokeza kwa mazoezi kwa asilimia kubwa, walimu wa kiume kwa, kwa asilimia tisini na walimu wa kike kwa asilimia arobaini na tisa. Hii ni kwa ajili ya michezo ya kirafiki itakayoandaliwa katika chuo cha walimu cha Bondo tarehe kumi na moja mwezi huu. Kwingineko, ligi kuu ya FKF imeshika moto wakati ambapo wana mvinyo almaarufu Tasca kutoka bila bila na Matara United na Police FC kutoka sare ya bila bila na Ulinzi Stars. Kimataifa, Newcastle kumnyorosha Royal Union mabao manne kwa bila Karabao kushinda mabao mawili anui dhidi ya Copenhagen, asno kumtandaza Oliampios mabao mawili kwa bila, nao man City kutoka mbili, mbili na fc Monaco. Mwisho Mahamudu Sangare kufunga mabao matatu kwenye kikombe cha ja UEFA ya vijana halimaarufu UEFA youth League. Nikiripotia runinga ya nabongo niite Bradil Fela. Asante sana Bradil Fela, kwa habari za michezo, wacha atupate malimwengu. Muuza majeneza amlaumu daktari kwa kumponya mgonjwa mahututi. Wacha tuungane na mwanahabari wetu Brian Tabu, hivi leo ninavyoongea yupo kule kaunti ya Nakuru kutuletea live kabisa malimwengu, ambaye amejii. Asante sana bwana Mwinami, kiwa kwenye studio hivi sasa ninapozungumza, niko mbashara kutoka katika kaunti ya Nakuru. Mwanamume mmoja muuza majeneza huko Kamerun amemcharaza daktari kwa kumponya mgonjwa mahututi Kulingana na taarifa ni kwamba muuzaji huyo wa majeneza alikuwa mat na matumaini makubwa kwamba mgonjwa huyo angekufa muda wowote, ili apate biashara. Ila jambo lililomkera ni daktari huyo kumpambania maisha ya mgonjwa huyo hadi akapona, jambo ambalo anasema lilimharibia biashara yake. Swali ni je, wauza majeneza pia huenda katika kanisa au hekalu na kutoa fungu la kumi ili Mungu awasaidie katika biashara yao? Nikiripotia runinga na bongo kutoka kaunti ya Nakuru. Jina langu ni Brian Tabu. Asante sana Brian Tabu, ameuliza swali nzuri sana. E, wacha tupate tamko la siku kutoka kwake Val Kenya. umaskini bila deni ni utajiriki vyake. Nikiripotia runinga na bongo, langu jina ni Val Kenya. Asante sana Aval Kenya, lake, kwake, Aval Kenya tamko lake kutoka kwake Kenya tunatuwezesha kupiga e, msumari wetu wa mwisho katika habari zetu za siku ya leo lakini e, kabla sijaondoka studioni nikushukuru sana wewe ambao umesikiliza, umechukua muda wako kusikiliza habari zetu na kutufuatilia ili ya kwamba sisi pia tupate mahali pa kuletea habari zako, na wale wote walioandika habari zetu za siku ya leo unakushukuru sana lakini, kabla sijaondoka studioni, nakuambia kwamba Sio wote wanaoenda msalani wanaenda haja, wengine wanaenda msalani kuangalia pesa iliyobakia. Naitwa mkulima Josefu Mwinami, kutane ijumaa ijayo. <laughs>